Awamu hii uh... awamu hii ya pili tutakuwa tunaangalia uh... swala moja hapa ambapo leo nataka tuzungumzie kuhusiana na kiburi. Nikasema kiburi ni kati ya tabia ngumu sana kujigundua kama unayo au la, na kwa sababu ya ugumu wa kujigundua, ndio maana basi imemaliza wengi, watu wengi sana nikasema kwamba leo hii nitakuwa naweka wazi mambo kadhaa hapa tujipime sote kama tuna dalili za kiburi au la. Kwanza kabisa, sasa sikia hii ndio ujue kama una kiburi ama hauna kiburi. Jambo la kwanza, ukiona kila ukionywa, yani kila ukionywa mtu anakuwa, anakupatia maonyo anakuonya, unakasirika na kununa au kususa, hiyo ni dalili kubwa sana ya mtu Uh, mwenye kiburi because anayepewa ushauri anafaa kumbatia ushauri na ufanyie kazi, lakini unapoona kwamba unapewa ushauri alafu kawa unanuna una au kususa au unakasirika, basi hiyo dalili kubwa sana ya mtu mwenye kiburi. Je, wewe uko hivyo msikilizaji? Ni mtu ambaye unaposhauriwa unakasirika una, kasirika, una, nuna, eh, ama una uh, susa yani unaona karipio au onyo badala ya kuona tatizo lako unaona we unashukua tu mtu anakukemea, anaku, anaku, badala ya kuona lile tatizo lako unaloonywa wewe, unaona ni kama unakasiriki, una, una, unateteshwa. Hata ukiona tatizo lako huwezi kujizuia kukasirika au kununa ukionywa, sawasawa sawa. Jambo la pili ndo hujua kwamba una dalili uh, un, una kiburi: ukiona kila mkikosana na mtu huoni kosa lako, because wako watu wa hivyo tumekosana lakini, wewe huone kama una makosa, unaona tu kosa langu, wewe huone kama una kosa. Ukiona kila mkikosana na mtu huoni kosa lako. Unaona makosa ya mwingine tu, hiyo ni dalili kubwa tena sana ya mtu mwenye kiburi. Kiburi siku zote ni kidole kukuonyesha eh, kosa la mwingine unaona. so, nilichojifunza kwenye kila uh, wawili au zaidi kukosana na kutoelewana, kila mmoja ana mahali pa kurekebisha hakuna asiye na jambo la kure, kujirekebisha. Haya, tumalize hii ya tatu kabla ya kusonga mbele. uh, tatu ni kwamba ukiona kila unalofanya unataka kujilinganisha na wengine eh? unataka kujilinganisha na wengine au kila wanachofanya unajilinganisha nao, hiyo pia ni dalili ya mtu mwenye kiburi. Nasema hivi, kiburi siku zote kinataka wewe ujione uko juu ya wengine, wewe mzuri zaidi ya wengine msomi zaidi ya wengine una pesa zaidi ya wengine unafundisha zaidi ya wengine unahubiri zaidi ya wengine unaomba zaidi ya wengine, siku zote wahesabu wengine kuwa bora. Unaona? Aya, tukirudi tuangalia, tukiru, tukiru, dalili ya nne eh, ukiona kila unalofanya unafanya kwa lengo la kushindana, hiyo pia ni dalili moja ya kiburi. Tunataka kujua hapa. Uh, kabla kumaliza hapa tuone, je, hizi dalili hizi zote nilizotaja hapa, je, wewe una mojawapo? Basi kama utakuwa nayo, uh, itabidi basi ujifunze kitu because hiyo ni dalili ya kiburi. Dakika ni ishirini baada ya saa mbili usiku majira ya Afrika ya Mashariki. Up next Zaiko Langa Langa, twende kazi. Unasikiliza Coco FM, tunapatikana